Bali wataalamu, nikimalizia mazungumzo yangu ni kwamba lazima tufahamu kwamba misingi minne ni muhimu katika ndoa. Kwanza ni ihtiramu, heshima. Heshima ni kitu cha msingi katika ndoa na ni kitu cha kubadilishana, huyu anahitaji kuheshimiwa na huyu anahitaji kuheshimiwa, na Mtume akasema, manitakhadha zaujan falyahtarimha, mwenye kuamua kutafuta mke basi kitu cha kwanza akizingatie, ni kumheshimu. Kwa hivyo mume anahitaji kuheshimiwa na mke anahitaji kuheshimiwa. Mnapokuwa bado mko wawili, heshima iwepo, na mnapokuwa mmeanza kujenga familia, lazima iwepo hiyo yu. Na wakati mwingine kuja tukaharibu zaidi, panapotokea ugomvi, tukawa tunawahusisha watoto, ama wanaona ama pengine mama pia, wakati mwingine, akajikuta kwamba anayotafuta msaada wa kuungwa mkono kutoka kwa watoto, na mwisho inakuwa sasa mtoto pengine anamdharau mababa, au pengine mtoto anamdharau mama. Kwa hivyo, ihtiram, heshima, ni kitu